Juliana Kanyomozi akishirikiana na Bushoke kinakwenda kwa jina Usiende mbali nami. Dakika 16 zimekatika baada ya saa nne asubuhi, good morning. Popote pale ulipo msikilizaji. Leo ni tarehe kumi mwezi Aprili mwaka 2025. Karibu sana ndani na Tuchapiane ndio tuweza kuzungumzia masuala ya TBT. Leo ikiwa ni Thursday, bila shaka yote, usishtuke inakuwaje tena. Hapo ni studio, ni kwani inakuaje? Nani leo ndo mkia kwa Leo leo.

swali au si chako, yupi ambaye amekalia behind the microphone wewe? Sasa naweza kukuambia kwamba usishangae na usishtoke, because leo ni TBT edition. Bila shaka yote, TBT edition ina maana kwamba bomba utakuwa unacheza hapa na yeye. Ndio tutakuwa vinafuata na vya TBT. Kwa story tutakuwa tuna mix hapa na yes, leo za leo jana baada ya juzi hayo tutakuwa tunazungumzia hapa ndani ya 9:9:9 Mtaani Radio, sauti ya mtaani. Mbona moja kwa moja studio 07.